Na makala zetu za kilimo na ufugaji kupitia chaneli yetu ya YouTube, uh, Shamba Hub TZ lakini pia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram pamoja na X kwa maana ya Twitter, Shamba Hub underscore TZ. Mimi ni Sauti Diego niko hapa na Oscar Lusekelo. Uh, yeye ni miongoni mwa vijana ambao walithubutu kuhakikisha kwamba wanajikita katika masuala ya ufugaji Oscar anajihusisha na ufugaji wa kuku eh, kuku wa mayai aina hii ambayo unaiona hapa. Hii ni aina fulani ambayo mimi sijawahi kuiona asilimia kubwa yeah. kwa kuku wa mayai nimekuwa nikiona kuku kama hivyo akiwa kama wakienyeji, rangi kama hizi yeah. Lakini hawa ni kuku wa mayai na wanafugwa na ndugu yetu hapa, bwana Oscar yeah. Bwana Oscar karibu sana Tueleze kwa kifupi sana kuhusiana na a, aina hii ya kuku lakini pia, kwa nini uliamua kuja katika uwekezaji wa ufugaji wa kuku wa mayai? E, na si uwekezaji mwingine watu umeona wengine wanajihusisha wana, wana, wana na maswala ya kilimo e, wengine wamekuwa wakijihusisha na masuala ya ufugaji wa kuku wa nyama e, na vitu vingine. Kwa nini wewe uliamua kufuga kuku hawa wa mayai, na hawa ni kuku wa aina gani hasa? Okay. Kwanza kabisa ninashukuru niseme asante kwa fursa hii. Moja kwa moja nitakwenda kuanza na kuelezea aina hii ya kuku, hawa ni kuku wa mayai kwa jina la kizungu wanaitwa Black Stars. Ni species kama species nyingine. Najua watu wengi wamezoea wale kuku wenye madoa mekundu ambao kwa jina la kizungu wanafahamika kama bovan brown. Hawa asili yao e, mimi nilichukua kutoka chuo cha ne Njombe, Njombe cha masista kinaitwa Matem, ndipo napopatikana hawa kuku, na ukiangalia asilimia kubwa wafugaji wengi hawafugi hawa kuku, lakini species moja nzuri sana. Lakini kwa nini niliingia kwenye ufugaji wa kuku nisiingie kwenye e, e, sekta nyingine? Kiukweli kwa sasa hivi, tukiangalia ufugaji umekuwa ni, ni sehemu mojawapo kubwa sana ya kujikwamua. Sijui kama vijana wengi wanafahamu ile au wanatambua, lakini ufugaji kwa upande wangu hususan kuku wa mayai ni, ni, ni, ni, ni, ni sehemu mojawapo ambayo kuna faida kubwa sana na ina, inaweza ikakomua vijana wengi sana na ndio maana nika select mimi upande huu na sio wanyama kama ambavyo watu wengi wamezoea. Kwa binafsi kwa upande huu wa ufugaji wa kuku wa mayai, iko fursa kubwa kubwa kubwa sana ambayo vijana wengi hawajaitambua hawaja, hawaja kwa in short, ndugu mwandishi, ninaweza nikaeleza hivyo kwamba kwenye upande wa kuku wa mayai kuna faida mojawapo kubwa sana sana sana sana sana ambayo huwezi kukompea na maeneo mengine, naweza kusema hata kwenye kilimo pia lakini kwenye ufugaji uh, kuna faida kubwa sana kuna faida kubwa sana ha, aina hii ya kuku uh, inachukua muda gani kuanza kutaga? Okay. Hawa kidogo wana utofauti Hawa kidogo wana utofauti. Hawa mpaka uh, umeanza wameanza kutaga mayai ni miezi mitano na nusu mpaka miezi sita. Ni tofauti na wale wengine wekundu. Ukiangalia eh, okay, eh, walivyo, asilimia kubwa ya hawa kuku mpaka wamechanganya kiasi kikubwa, kuanza kuona wote wanataga, tunahesabu maximum ni miezi saba. Yani hapo ndo kuchanganya, yes. lakini maximum ni miezi mitano na nusu ndo unaanza kuona udondoshaji wa mayai kwenye kwenye kwenye banda lako, ah, kwenye banda yeah, kwa maana ya kila kuku mmoja yeah. Ni kama kawaida, waga wanataga yai moja kwa siku yeah, moja kwa siku yana na na, na wewe hapa, toka uanze kufuga hawa kuku, na imekuchukua muda gani? mpaka sasa hawa kuku wana miezi sita, ni tarehe moja wanakuwa washafunga miezi sita kamili. Walianza mwezi huu uh, mwezi wa uliopita uh, mimi kwa ana miezi mitano na wiki moja ndipo walipoanza kuniondosha mayai na mpaka sasa hivi wanataga, ingawa ndo wanazidi kupanda yeah kupanda taratibu, eh, yes. Eh, changamoto kuna changamoto za maradhi ya kuku, eh, kwa upande wa aina hii ya kuku eh, ustahimilivu wao wa maradhi ukitofautisha na aina ya wale kuku wa mayai wengine ambao tumewazoea eh, hawa ipoje? Kiukweli kwa, kwa, kwa hawa tunataka kusema kuku weusi ili tu warahisishie mm, yeah. Hapa wako very, very strong hata ukiwaangalia ni kama wa kienyeji mm. Watu wengi wanashindwa sana kuwatofautisha, wako very strong kwenye magonjwa ni uh, wan, wanastahimili sana sana kwa kiwango kikubwa. Siwezi kusema uh, direct, nikawafanisha na wale wakundu, lakini kwa mimi kwa ninavyoona hawana ni hivyo wafuga wa, wa nimeona kabisa hata namna ambavyo wanaweza kustahimili magonjwa ni tofauti na wale, na wale wengine eh, yeah. Eh, kwa mtu ambaye anahitaji hivi sasa kufuga kuku eh, ile misingi hasa ya kuhakikisha kwamba anatakiwa, wala mi nataka sasa hivi nianze kufuga kuku, nini ambacho anatakiwa kukifanya? E, kuanzia uandaji wa eneo kama hivi e, chumba au sehemu nyingine mabanda, e, lakini pia kuna chanjo, kuna madawa, kuna kinga zile na vitu vingine e, kwa mtu ambaye anataka kufuga a, ni taratibu gani hasa akizifata ili kuhakikisha kwamba anapata n, yani apati hasara e, katika ufugaji wake wa kuku? Kiukweli, kama ulivyoweza kusema, viko vitu vingi sana ni kwa mtu ambaye anataka kuanza kufuga, viko vitu vingi vingi sana, banda, chanjo na hivyo vitu vingine ambavyo unavieleza ni moja wapo, lakini mimi upande wangu huwa ninaangalia nina, nina, nina kwa jicho la tofauti sana, hu naangalia kwa jicho tofauti sana. Kwanza ninachoangalia mimi ni utayari kwa mtu atakaanza kufuga biashara ya kuku kwa kuku wowote wale. Emu, angalia utayari wako kama kweli uko serious unataka kuingia kwenye hili swala. Uh, utayari wako wewe kujitoa muda wako. Kuku anahitaji muda sana sana sana. Haya mengine ni, ni, ni process. kama kweli usha na ushakubaliana, mimi naingia kwenye ufugaji, utayari wako ndo kitu cha kwanza kabisa. Mengine anafata. Kuna swala la mitaji hapo na swala la chakula hapo, kuna swala la uh, madawa kama ulivyoweza kusema, lakini kikubwa ni ule utayari wako sababu kuku ili uweze kuona anafika level hii wanahitaji uangalizi wa karibu sana, kuangalia kila mara kila mara kuingia kuotizama wakoje, kwa sababu changamoto ya wa kuku wakiwa wakubwa wa hivi kwa ni nadra sana kuona shida shida endapo endapo kama umwasimamia vizuri. Lakini mara nyingi kuna vifaranga wengi sana ambao wanakuwa na changamoto. Kwa hiyo kikubwa mimi nazungumzia kwenye swala la utayari. Anza kwanza mtu kujitathmini mwenyewe. Nina muda kweli na hiki nataka kwenda kukifanya? Lakini pili, najitoa kwa sababu kuna mambo mengi ambayo najaribu tu kwamba ngoja ni ingie, nijaribu. Lakini haya na mengine yanafuata baada ya utayari wako. Niko tayari kuingia kwenye ufugaji ndipo tunafuata haya mengine sasa. Kueleweshana kuhusiana na, na, na mabanda chanjo kula na mambo mengine, joto na vitu vingi ambavyo vipo viko hapo ndani. Na kifaranga kimoja ulichukua kwa shilingi ngapi? Kwa hapa ausi kifaranga kimoja ni 2200 Ni tofauti na wale wekundu. Wale wekundu kifaranga kimoja unapata 2800 2750 mpaka 2900 inategemea na maeneo s yes. Kuambea wale wekundu, wale brown Eh, eh, kifaranga unapata kwa 2800 lakini hawa wanapata kwa 2200, mpaka wanakufikia kunakuwa kuna gharama zake na vitu vingine, lakini kwa kifaranga 2200. Uh -huh. Yeah. Na ukisha vichukua ukisha sasa uh, tunasema ya kwamba wakishatotolewa kule kiwandani ndani waga wanapigwa chanjo zile za awali. Yeah. Yeah. Na kisha kuja kuwachukua sasa ukawaleta huku eh, huwa prosesi gani zinafuata kuhusiana na chanjo kuanzia watoto au kuanzia vifaranga mpaka uh, walipofikia hapa? Uh -huh. Uh -huh. Actually, kisha pokea vifaranga kama ulivyosema, kuna chanjo muhimu ambazo kila mfugaji inapaswa kuzia kuzipitia kuzi, kuzi, kuzi kwa aa kuku unavyoona, tangu wamefika ni siku ya kwanza wanapokuwa wanaingia bandani wanakuwa uh, kuna, kuna kitu tunakiita glucose. Eh, siku ya kwanza unapopokea vifaranga lazima wapatie glucose kwanza, kwa ajili ya kuwaweka wawe sawa, kupata nguvu kutokana na mazingira ya usafiri kutoka huko mpaka alipoweza kufika. Lakini siku ya saba, siku ya saba kuna chanjo huwa tunawapatia kideli inaitwa Newcastle. Hiyo kwa mfugaji yoyote ni lazima awapatie kuku wake baada ya siku ya saba. Kuna siku ya kumi na nne, kuna chanjo nyingine tunaita gumbulo. Hii ni chanjo kwa ajili ya neno la Kiswahili wanaita mdondo. Sasa ni ugonjwa fulani ambao mara nyingi huwa unasumbua ukuta, kuku kainama, ameshusha mabawa, mabawa hivi yeah. yes. kwa hiyo siku ya kumi na nne unatakiwa uoshe hapa hiyo chanjo alafu siku ya ishirini na moja kuna chanjo tena unairudia hii ya Newcastle. Uh, Newcastle yenyewe ina muda ina, ina, ina, ina siku ya saba ina siku ya ishirini na moja alafu ina, siku, ina, ina mwezi wa tatu na kila baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo Newcastle kila baada ya miezi mitatu unakuwa na chanja, lakini hii gumbuo ukisha chanja siku ya kumi na nne unakuja kuchanja siku ya ishirini na moja au ishirini na nane Mara nyingi wapo unacheza huko mbele nakuwa ushamaliza nakuwa washa sogea sogea, kwa kwa chanjo gumbulo tena. Nakuwa na hapa Newcastle tu kila baada ya miezi mitatu nawapatia, lakini na vitamin hivyo na vitu vingine ambavyo nakuwa nawapatia hapo katikati, ni vitamin na kuangalia wanaendeleaje, kama wana changamoto yoyote, muone daktari akusaidia na flani kwa ajili ya kuweza kuwapatia. Kwa short kwa mchanjo, kuna hizo mbili tu, Newcastle na gumbulo. Kama niweze kuelewa, wewe kama mfugaji ya kuna changamoto gani hasa ambazo uh, zina kuface uh, kutokana na ufugaji wako wa kuku wa mayai kiukweli? Changamoto zipo, changamoto nyingi sana na, uh, changamoto kubwa hapo eh, moja wapo kubwa kabisa ni magonjwa. Hii ndio ambayo wafugaji wengi watu tunakutana nao sana na haya magonjwa, yanategemea na kama tulivyoweza kusema mwanzo, yanategemea na mabanda lakini pia inategemea na mazingira mwenyewe ulivyoyaweka na usafi wa vyombo vyako vya chakula. Kwa hiyo magonjwa ni changamoto kubwa sana, lakini pia na mazingira eh. Kwa sisi Mbeya huku eh, eh, hii hali ya hewa muda mwingine inakuwa ni shida kwa, kwa hawa kuku. Kipindi cha baridi sana, magonjwa yanakuwa ni mengi sana, mafua eh, homa za matumbo na vitu vingine. Kwa hiyo ishu kubwa sana inaotusumbua sisi hapa ni magonjwa, kiukweli, tunakabiliana nayo Mnapambana. Yeah, oh, nayona na, na, na, na, na, hali ya soko ipoje kwa, kwa, kwa sasa? Uh, soko si baya sana ingawa nalo kama nilivyoweza kusema, huwa ina change soko, huwa lina change, unafahamu kabisa, na soko huwa inabadilika kutokana ni, na misimu kama nilivyoweza kusema, kwa huko Mbeya tunaelekea msimu wa baridi sasa, kwa ukiangalia uzalishaji kidogo unakuwa ni changamoto Uh, sasa uh, ukija upande wa masoko upatikanaji wa mayai kidogo inakuwa huko chini. Kwa hiyo sasa bei zake zinakuwa zinapanda. Kuna misimu ile ya kiangazi unataka kuta bei zake kidogo zinakuwa ziko wastani, sio chini sana, sio juu sana, na muda mwingine huwa inashuka kutokana na kwamba mayai yanakuwa mengi na kuku wengi wanakuwa wanataga na hali yao inakuwa sawa. Unajua hao wanahitaji joto joto la wastani, hawahitaji baridi sana. Ikiwa baridi sana kwenye uzalishaji kidogo inakuwa ni changamoto, kwa hiyo kwenye masoko Eh, si haba iko vizuri iko vizuri kwa sasa inapanda ina. Tunamshukuru Mungu. Kuku hao wanafaa kwa nyama yes, na ndio maana nikasema mwanzo niliuliza swali kwamba eh eh, eh, kwa nini eh, uliingia kwenye hii swala la ufugaji. Kuna swala la ufugaji wa kuku wa mayai wana faida mbili. Faida ya kwanza wanakuzalishia mayai ambayo kwa kuku huyu wa mayai mpaka ifike kiwango cha kuchoka ni almost ni miaka miwili no. nategemea sasa na aina yenyewe lakini kama hawa miaka miwili, kitakapoanza kuona uzalishaji uh, hawa na wale wanafanana wanafanana muda wa kutaga wanafanana, lakini lakini sasa eh, ukija kuangalia wanakuwa na shida tofauti tofauti. Unaweza kukuta kuna mwingine akachukua shamba hili na changamoto fulani kwenye uzalishaji na nini, lakini kama hawa miaka miwili wakikuzalishia, baada ya hapo sasa utaangalia unaotoa katika mazingira hmm. ya, ya utumizi wa nyama kama ulivyoza kusema unatumia ni mayai, lakini ni, ma, ni, ni nyama baada ya huo muda watakapokuwa wamefikisha hmm. yeah. una, una, una mpango mwingine hasa ya kuongeza uh, eneo, lakini pia idadi ya kuku ambao eh, unakwenda kuwafuga? Ni kweli mpango upo, mpango upo mkubwa sana eh, natamani, na tamani ni, ni, ni moja kati ya mikakati yangu eneo kama ulivyoweza kuona hii ni nyumba, nimebadilisha matumizi kutoka nyumba ya familia kuwa mabanda. Sasa ukiangalia kuna baadhi ya vigezo bado sijavikizi si vi, ukitizama tu, sababu kuku wanahitaji, ili kuku wawe vizuri zaidi, wanahitaji eneo lenye uwazi mkubwa, wanahitaji madirisha yenye hewa, mwanga wa kutosha na hewa ya kutosha, wanahitaji pia uwanja eh, mpana wa kutembea na ku, akula vyakula vizuri. Kwa hiyo kiukweli mpango upo na, nafikiria Mungu akisaidia hapo tutafute eneo tutanue zaidi na ikiwezekana kuongeza bachi nyingine zaidi hmm. s Yes, mpango upo mkubwa sana. Sasa tunatamani kuwa na kuku wengi, kuku hata 10,000 huko na kuendelea huo hmm. Hayo ndo malengo na, na mikakati yetu kwa hapo baadaye. Chakula, uzingatiaji wa chakula chao. Ndio. Eh, huwa unazingatia nini hasa na, na kwa idadi hii ya kuku eh, huwa inakugharimu kiasi gani kuhakikisha kwamba hivi vumbe vinakula ili viweze kutaga kwa wingi. Aha. Kwa chakula kwanza, tukianza kwenye swala la kuzingatia ili kuku wako waweze kukupa, waweze kukupa faida na uweze kuona faida, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna vitu muhimu unapaswa kuvichanganya kwenye chakula yako. Kuna vile vitu muhimu madini, eh, ni lazima uyafate. Sasa nikisema naweza kutaja moja moja, lakini naweza yeah, nikataja tu yeah, kwa haraka haraka kwa hawa kuku kama ulivyo kuongea mwanzo, wanapokuwa vifaranga chakula wanachokula wakiwa kifaranga na wakiwa hivi ni vitu viwili tofauti. Kifaranga kuna aina yake ya utengenezaji wa chakula, lakini pia wanapofika umri wa kutaga kuna aina yake ya utengenezaji wa chakula. Kwa mfano kama hawa kwa sasa hivi wameanza kutaga, kuna namna ambavyo tunachanganya, kuna mfumo huwa tunachanganya, tuna kuanzia kwenye pumba pumba, ukiangalia kwa hawa tunaweka debe nne za pumba ambazo hizo debe nne zinaambatana na mahindi. Mahindi tunaweka debe mbili na nusu mashudu debe moja na nusu e, dagaa tunaweka kilo kumi soya kilo tano hapo e, kuna ma, a, mifupa kilo tatu kuna chokaa kilo mbili e, kuna premix nusu, kuna layer premix e, kilo mbili ile pakti moja alafu kuna DCP kilo moja moja mbili Ukiangalia huu mchanganyiko kwa hawa ukiwapatia, ni rahisi sana kuweza kukuonesha kukuonesha kukuonesha kukuonesha hayo, hayo matokeo. Tukija kwenye swala la stress, kikweli kuku wana, wana stress sana yaani eh, kama hujajipanga kama nilivyoweza sema mwanzo, mimi binafsi mabanda na vitu vingine sio sio kitu nachokiangalia sana cha kwanza, ili uweze kuanza kufuga inapaswa uangalie ule utayari wako. Kuku wana stress sana, kuku wana stress sana hawa jamaa, usipokuwa makini unaweza kukuta unadondoka <laughs> kabisa, kabisa, kabisa, kabisa. Yeah. Stress ziko nyingi, unaweza kupata stroke. Kwa nini? Kumbe stress, kuku hawa, yaani pata magonjwa, changamoto ni nyingi. Kusipofuatilia vitu uh, umakini usipofuatilia uh, kanuni zao kidogo, wanaweza wakaku, wakakuyumbisha, lakini uh, uh, zipo, zipo, zipo, zipo, zipo changamoto nyingine. Hizi sasa tunazizungumzia eh, kwenye swala la ufugaji, unajua wafugaji wengi wanaingia kwenye haya kwenye hii ufugaji eh, bila kupata tathmini sahihi, lakini pili wengi wanakuwa na Eh, eh, kaona mwingine kafuga, ngoja nijaribu, lakini kiukweli hawa kuku wanahitaji mtaji sana eh, yani kama una, una uhakika hujajipanga kufuga kuku em eh, ninaomba hawa ni tofauti na wanyama hawa, wanahitaji mtaji mkubwa sana eh, fedha iwepo iwepo pembeni, wanapopata changamoto kwa wakati uweze kuitatua. Lakini sasa sisi wafugaji, hata mimi nisiseme tu mimi, nimeingia kwenye ufugaji nilikuwa na kiasi kidogo tu kwa sababu niliona nina eneo nikasema ninaingia na kufanya, lakini nimekutana na mambo mengi kuku alihitaji vitu vingi. Unaona sio? Ni kuangalia ile fedha nilionayo uh, na nilivyokuwa nafikiria ni tofauti, kwa hiyo kiukweli tulitamani na nimejaribu kufuatilia hata hili kwenye swala la hizi eh, financial mabenki na vitu vingine kiukweli kwa, kwa sisi wa jasili, uh, wafugaji wadogo a wajasiriamali au wafugaji wadogo kwenye swala la mikopo ni changamoto kupata, ni mm -hmm. changamoto sana. Kuna vitu vingi vinahitajika, kuna dhamana nyingi zinahitajika. Kwa hiyo kikweli tumeomba serikali yetu iweze kutusaidia hata kwa namna nzuri ya kuweza kupata mikopo, ili hali tukiwa tunaendelea kufanya uzalishaji kwa sababu huwezi kupata mkopo kama hauna uh, zaidi ya bachi mbili, lakini pia hauna dhamana. Lakini pia kwa, kwa mtu asielewa, bachi mbili ni nikimaanisha okay. mm -hmm. ni, eh, ni ni kwa Kiswahili si tuwekeje kama mimi hii hapa tunayonaumu ndani, hii ni bachi moja yes, hii ni bachi moja yao okay. kwa hiyo okay. ukaenda kuomba mikopo, atakuuliza una idadi una idadi. Kwanza kuna vigezo vyao kwanza kuna vigezo vyao, na sio kila benki inatoa mikopo nilijaribu ni kufuatilia NMB uh, NBC mikopo ya ufugaji kidogo, kwao hivi vitu havipo. Lakini nilijaribu kuona kwenye mitandao kuna kitu kinaitwa uh, TADB, benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania. Hawa ndio wanajihusisha na, na masuala ya, ya, ya, ya ufugaji na vitu vingine. Lakini nao ukiwaangalia, eh, na ukiwafuatilia, wanakwambia kwamba namna ambavyo wanatoa mikopo au vigezo vyao eh, vinaanza kwa wafugaji wakati kwenda juu na wanza hawa bado bado wanakuelekeza kabisa bana, uh, sisi kwa wale wakati na wajuu ndio tunaweza kufanyaje kuanza nao kutoa hiyo nini mikopo. Lakini pili hawakuishia hapo, walijaribu kutueleza kwa namna gani wanafanya kazi na hizi benki nyingine kama TC, TCB, Equity Bank au uh, uh, au TDB ndio wanafanya nao, wanafanya nao kazi. Lakini sasa ukienda kwenye hizi benki nazo changamoto ni zile zile. Utaambiwa bwana okay, hey, una kuku idadi ngapi? Kama 200, okay 200. Eh, wanazalisha kiasi gani? Wanakuingizia kiasi gani? Lakini pia watakuuliza dhamana kama unahitaji kweli mkopo. Dhamana yake una nyumba? Una gari lakini walinambia kwa upande wa magari huwa sio kitu ambacho wana wanakifeva kife, wana sana hapa. Kwa hiyo kuna vichangamoto changamoto fulani ukiviangalia inakuwa kidogo haitusaidii. Haitu, haitu. Sasa tunapata shida kidogo kwenye masuala ya. Tulitamani sana serikali iangalie hili. Kama inaweza ikatusaidia, itakuwa ni jambo ni jambo zuri sana, itakuwa ni jambo zuri sana kwa, kwa mtu ambaye anahitaji hivi sasa aidha uh, mayai e, lakini pia kuna wengine watakuwa wanahitaji kubadilishana mawazo. Kuna wafugaji wengine wenda yeah. Wakahitaji kubadilishana mawazo na wewe katika kuhakikisha kwamba e, wanapata ufugaji uliokuwa bora mm. E, wanaweza kukupata katika mawasiliano gani hasa? Mimi napatikana kwa namba zifuatazo kwa sababu siko kwenye uh, bado sijafungua sija official. Uh, official page ya, ya, ya, ya, ya ufugaji, lakini kuna namba ambazo zinapatikana in case of labda kuna mawali matatu, tunahitaji kushare namba yangu ya Tigo ni 0716 13 67 09, lakini pia na namba ya Voda napatikana pia, kwa hiyo namba ni 0765 08 73 07. Yes, kwa hiyo namba ya Tigo unaweza kunipata hadi WhatsApp pia. In case unahitaji zaidi tuzungumze kujua zaidi, au hata pia kuna eh, mtu akaona hii video akapenda kushika mkono naye, mimi natamani tu invest hapo, tutanue zaidi mm, eh, milango iko wazi. Kwa hiyo kwa hizo namba unaweza kunipata then tukashare mawili matatu no. Yeah. Mtazamaji wa Shamba Hub TZ huyo ni Oscar Lusekelo. Yeye ni mfugaji wa kuku aina hii, mimi naweza kusema ni kuku weusi e, wengi tumezoea wale kuku wa mayai ambao e, wana rangi nyeupe na nyekundu kwa mbali hivi, wale wengi tumezoea wale, lakini hii ni aina nyingine. Lakini pia bei ya vifaranga ya kuku hii aina hii ni tofauti pia hata na ile, hii kidogo ni nafuu, lakini kama unavyoona kuku wake wana afya e, kuku wake wana uh, uzito mzuri wa kuridhisha. Kwa hiyo wewe kama mkulima wewe fugaji uh, ni muda sasa kuweza kuangazia pia uh, aina hii ya kuku ilioweza kupata uh, faida kubwa kabisa kutokea hapa Mbeya. mimi ni Sauti Biego nilikuwa hapa na Oscar Lusekelo katika makala hii ya ufugaji uh, kwa siku hii ya leo, ni kusihi tu endelea kutufuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na X kwa maana ya Twitter, kama Shamba Hub TZ.